Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu, kwa mara nyingine tena tumekutana katika chumba hichi cha kudarasishana na kupeana maarifa mbalimbali kuhusu dini yetu ya Uislamu na jamii kwa ujumla. Tumekutana tena katika somo letu la balagha, baada ya kupotea kitambo kidogo ambacho nilikuwa nimezongwa na harakati za hapa na pale kumbukumbu zinaonyesha ya kwamba katika kitabu chetu ambacho tulikuwa tukikitumia cha Albalagha Tulwadiha, tuliangalia mukaddima wake, tukaona kuna vipengele vitatu, ambapo kipengele cha mwanzo ni alfasaha. Alhamdulillah tumekisoma na tumekimaliza. Leo tutakwenda kuangalia kipengele cha pili kinachoitwa albalagha. uko nami Al-Ustadh Baqir Uthman, ni wakati wako sasa, kama hauja subscribe, kusubscribe katika channel yetu hii ili kusudi tunapoposti tena video nzuri kama hizi ziweze kukufikia kwa wakati. Naam, wanachuoni watunzi wa kitabu hichi cha Al-Balaghatul Wadhiha wanatuambia, wanatuambiaje?

Maneno haya tukifasiri neno moja moja yanasema amma balaghatu, ama neno balagha, fahiya ta'diyatul ma'na aljalili wadhiha, nako ni kufikisha maana iliyokuwa nzuri na tukufu. Wadhihan, kwa uwazi, isiwe imejificha maana hiyo, iwe ipo wazi bi ibaratin sahihatin fasihatin, kwa ibara iliyokuwa sahihi na fasaha, laha fi lnafsi atharu khallabe, ibara ambayo katika nafsi ina athari ya mvuto. Maca mulaamati kulli kalamin, pamoja na maneno kuwa ni yenye kuendana lilmautin alladhi yuqalu fihi, na sehemu ambayo inastahiqi kusemwa maneno hayo, wal ashkhasu alladhina yukhatabun, na aina ya watu ambao wanasemeshwa. Yani ili tuseme taarifa yetu tumeitoa kibalagha au tumehutubia kibalagha au tumeandika kitabu chetu katika uandishi wa kibalagha, ni lazima maana tunayoitoa kwa watu iwe ni maana iliyokuwa wazi, isiyojificha. Lakini pili, ibara zetu ziwe zina vipengele vyote vya kuonyesha kwamba ni sahihi, lakini vilevile vile vipengele vya kuonyesha kwamba ibara zetu ni fasaha kama tulivyosema katika vipengele vya fasaha katika masomo yaliyotangulia, na ibara vipi inakuwa sahihi kama tulivyoeleza katika darasa zilizotangulia. Lakini sio hivyo tu, ibara ambazo tunazifikisha au taarifa ambayo tunaifikisha katika nafsi ya mtu ijenge athari ya mvuto wa ajabu, yaani iwe tunapofikisha habari zetu, watu wa wazipende na wavutike nazo kutokana na jinsi zinavyowaathiri katika nyoyo zao. Lakini pia maneno yetu yaendane na sehemu ambayo inastahiki maneno hayo ya sehemu, yaani kama sehemu ni ya msiba inahusiana na huzuni, maneno yake yatakuwa yanahusiana na msiba na huzuni, na kama sehemu ni ya sherehe basi maneno yetu yatakuwa yanahusiana na maneno yaliyofungamana na kuamsha hisia za furaha. Lakini vilevile pia, maneno ambayo tunayafikisha ni lazima tuangalie ni aina gani ya watu tunakwenda kuwafikishia maneno yetu. Je, ni wasomi au sio wasomi? kama ni wasomi tufikishe kwa mtindo gani, na kama sio wasomi tuyafikishe kwa mtindo gani? Je, ni watoto, ni vijana au ni wazee? kwa maneno yana yanaendana yana na watu ambao wanasemeshwa. Kwa hiyo kumbe hapa tunajifunza sasa. Ili ibara zetu ziwe za kifasaha, zinahitaji sifa ya mwanzo iwe ni ibaratun sahihatun fasiha. Ya pili, katika nafsi kuwe kuna athari ya mvuto. Tatu, maneno yetu yaendane na sehemu ambayo tunakwenda kuzungumza. Nne, maneno yetu yaendane na watu watakaosemeshwa na kufikishiwa ujumbe huo. Hapo tutakuwa tumetengeneza maneno ya kibalagha au tumeandika uandishi wa kibalagha. Wanaendelea kusema wanachuoni hawa wanasema falaisat albalaghatu qabla kulli shay'in illa fannan min alfunun, balagha haiwi kuwa ni ilmu tu au ni somo tu kwamba tunasoma kanuni zake alafu iwe ni basi, kama vile nahau tunasoma kanuni zake alafu iwe basi, au sarfa, au usuli fiqh, au ilmu almantiqi

ni fani kama fani nyinginezo ambazo zinategemea uwa, e, zinategemea maandalizi ya vipaji vya kimaumbile, lakini vilevile vile uwezo wa kudiriki ibara zilizokuwa nzuri, maneno aliyokuwa mazuri. Tukisema edhorakel jamal, manake ni ule mvuto tukiwa tuna uwezo wa kudiriki ule mvuto hapo, maanake tutakuwa tumekuwa na fani ya kitu hicho, lakini kama ule mvuto hatuupati na bakia tu kwamba ni ilmu tumeisoma, maanake hatujaipata hiyo hiyo fani. Kwa hiyo e, panahitajika al istidad al fitri, kwa maana istidad almauhibati al tabiaini kwa maana ya kwamba maandalizi ya vipaji vya kimaumbile. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemuumba kila mwanadamu kuwa na kipawa cha namna fulani, lakini kipawa hichi kinahitaji kufanyiwa mazoezi na kuamshwa ili kiweze kuwa kuwa hai. Lakini watabayyunil faruqil khafiya, na kubainisha tofauti za maana zilizojificha baina sunufil asanib, kati ya mitindo mbalimbali ya kilugha, yaani tuweze kujua kwamba maneno haya yanatumika kwa maana gani na maneno haya yanatumika kwa maana gani. Kwa maana kwa ya kwamba yamekuja maneno lakini maana zake zimejificha. Pia tuweze kubainisha huo e, uficho ambao umejifichwa kwa kutumia mitindo mbalimbali ya kilugha ambayo tutakuja kusoma katika balagha hapo mbele insha Allahu taala. <coughs> Kwa hiyo kumbe, hapa katika ibara hii, huyu mtunzi anatufunza ya kwamba fani kama fani, ukiachana kwamba fannul balagha, hata hiyo ni fannu nahwi au fannu sarfu au fannu usuli fiqh au fanu mantiq kuna vitu vinahitajika ili kuweza kuidiriki hiyo fanu. Kitu cha mwanzo ni al isti'dadul fitri, kwa maana ya kwamba ni istidadu mauhibati fitri altabii. Kiwepo kitu hiki, kuwe kuna e, maandalizi ya kunyanyua kipawa cha kimaumbile lakini vile vile kuwe na uwezo wa kudiriki uzuri na mvuto wa fani hiyo. Lakini ili tuweze kuwa na fani au tujiite sisi ni wanafani, tuwe tuna uwezo wa kubainisha tofauti mbalimbali za maana zilizojificha kupitia mitindo mbali mbali, mbali ya kilugha na kwa hili wanasema, walil marana tiyalun la tujahadu fi takwini dhauqi lfannii. Walil maranati na kufanya mazoezi, kufanya juhudi yalun la tujahadu fi takwini dhauqi lfannii, kwamba hakupingiki kuwa unatengeneza ile ladha ya kifani. Yani, ili uweze kufikia ladha ya kifani, ujihisi na wewe ni mwanafani, basi kunahitajika uh, mazoezi ya kina, watanshiti almawahibil fatira, na kuhuisha vipawa vilivyodorora, yani hapo ulipo Mwenyezi Mungu amekujalia kipawa lakini kimedorora kwa, unatakiwa sasa ufanye juhudi na upambano, ufanye mazoezi ili kusudi hivi vipawa vilivyodorora katika eh, ndani ya, ya, ya miili yetu, ndani ya dhihini zetu, ndani ya mioyo yetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuviinua. Kwa hiyo mwanachuoni huyu sasa anatufundisha, ana anatuambiaje? wala budda litalibi na hapana budi kwa mwanafunzi, ila janibi, dhalika kuelekea upande huo, kwa maana kuelekea kwenye hilo jambo. Min qiraati taraifin adabi, kusoma fasihi mbalimbali, hapana budi kwa mwanafunzi kulielekea jambo hilo. Min qiraati taraifil adabi, kusoma fasihi mbali mbali. Kwa maana tukisema fasihi tunazungumzia zile adabu l arabu, kama vile muallaqat zile ambazo za kina Umruul Qaisi na nyinginezo, kusoma vitabu vya mbali mbali vya hadithi ambavyo e, vimebeba nini taswira tofauti tofauti, huko tunaweza tukafikia huko tunakokutaka, lakini watamallu min namirihi lfayadi, yani kujinufaisha na ilmu mbalimbali mbali kwa, kwa uzuri wake, lakini pia wa naqdi lathari ladabiyati, yani kufanya tahkiki ya fasihi kama ambavyo tunasoma katika maskuli tunaanza kusoma fasihi kawaida, lakini kuna wakati tunakuwa vitabu tofauti tofauti, tunalinganisha vitabu viwili mfano vya riwaya au vitabu viwili vya ushairi, kulingana na maudhui fulani tunakwenda kufanya tahqiq. Na hata huku pia ni hivyo hivyo, ili tuweze kufikia fani hiyo, ni lazima tuwe na uwezo wa naqdil athari al-adabia, kukosoa kusahihisha, kuhakiki athari za kifasihi, wal muwazanati bainaha, kisha na kuzipima hizo fasihi fasihi na fasihi ni ipi e, inavutia ndio hii hapa, wa diqati idrakil jamani, lakini wa an yakuna lahu min athiqati binafsihi ma yadfauhu ila al-hukmi, lakini pia aa, wa an yakuna lahu, na iwe kwa huyo mtu minathiqati binafsihi, kuwe na kujiamini kwa nafsi, kwa nafsi yake ya kwamba hichi anachokifanya hasa anaujuzi nacho anauhakika nacho. Ma yadfauhu ila al-hukmi, kile ambacho kitampelekea kuweza kutoa hukmu, hukumu. Bihusni ma yarahu husnan, kwa, kwa uzuri wa kila anachokiona kuwa ni kizuri. wa biqubhi ma yacuduhu qabihan, na kwa ubaya wa kila ambacho atakiona kuwa ni ni kibaya. Mpaka hapa a, tutatia nanga insha Allahu taala, insha Allahu taala kwa leo, Allah akipenda kesho.